Lazima tuwakumbushe Watanzania kuhusiana na umuhimu wa amani na uzalendo, hasa ukizingatia kwamba mara zote kunapotokea uchaguzi basi kunakuwa na mihemko ya kihisia ambayo inawafanya watu wanahitilafiana katika mambo mbalimbali. Jambo zuri katika kuhamasisha watu juu ya amani baada ya uchaguzi, na tumeona wakati mzuri, tumeona siasa za kistaarabu, kampeni za kistaarabu zimefanyika. Kwa hiyo wakati hapa kampeni zinaendelea na tumeona wanafunzi wanafanya mitihani mbalimbali ya kidato cha pili, darasa la saba, darasa la nne. Kwa hiyo hapa inaashiria amani kabla ya kabla uchaguzi imeenda vizuri. Kwa hivyo thamani ya kila kimoja kinapokuwa kimeondoka, hata leo thamani ya amani tulionayo, inawezekana wengi tukaona kwamba ni jambo la kawaida lakini watu wa Gaza kule na watu wa Sudani na watu wananchi wa Libya na maeneo mengine duniani, Kongo huko, wale wanaona umuhimu na faida kubwa ya amani. Mwenyezi Mungu atuzidishie na atujalie kheri sote insha Allah. Yani, kupiga kura nayo pia ni haki ya kila mwanadamu, uh, muislamu na na wengine n yani, ni haki yetu sote kwenda kupiga kura, na haki yako kwenda kuchagua yule kiongozi unayemwona kukoa anafaa e, kwani hakika amani na utulivu tuidumishe, kwani ndio maendeleo. Bila amani na utulivu maendeleo kupatikana ni vigumu. Mitume wote na vitabu vyote vya dini vinahimiza amani kwa watu, kwa sababu amani ndio inayofanya watu waweze kufanya ibada, watu waweze kutoa sadaka, watu waweze kufanya hija, watu waweze kuzaa, watu waweze kufanya kuelimisha watoto na mambo mengine.